Amani ya Kristo iwe nanyi ninawasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naitwa Mtume Margaret George, mimi ni mtumishi wa Mungu. Leo ninakuletea habari njema za kurejea kwa Bwana. Neno lake linasema katika Isaya sura ile ya kwanza mstari wa kumi na nane anasema, haya njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theruji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu, kama sufu. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali kama mkikatana kuasi mtangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana amenituma wewe, uliyepotea dhambini, wewe uliyefarakana naye, wewe uliyemwacha Bwana, anasema njoo, ili kwamba akapate kuziondoa dhambi zako, zile dhambi ambazo zilizokuwa nyingi, zilizokuwa nyekundu sana, akazifanya ziwe nyeupe kama theluji, dhambi zilizokuwa nyekundu kama bendera akazifanye ziwe nyeupe kama sufu. Bwana anakuita, wewe uliyegeukia kutenda mabaya, wewe ambaye umekuwa mzinzi, ulijua neema ya kweli ya kwamba Mungu amesema usizini, lakini ukaanza kuzini, ukafarakana naye, ukazini, ukaiba, ukawa mwongo, ukawa mtu wa kusengenya, ukawa mtu wa kusingizia wengine, ukawa mtu wa kuua wengine. Bwana anakuita leo. Anasema njoo, akapate kukondolea dhambi zako ili kwamba asikuangamize. Anasema kama ukikubali kurejea kwake utakula mema ya nchi, lakini kama ukikataa utaangamizwa kwa upanga, maana kinywa chake kimenena haya. Rejea leo, ili Bwana akapate kukokoa, akapate kukusaidia ile siku ya mwisho asikuangamize. Anasema Bwana, mimi nikikuangamiza ni nani atakayeweza kukokoa wewe? Bwana anasema njoo kwake, ije kwamba usiangamie siku ya mwisho. Mungu anakupenda. Kama basi unataka kurejea kwake, kama unakubali, basi sema maneno haya. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu dhambi zangu zote. Ninaomba unisamehe. Ninarejea kwako Bwana, ukijafute makosa yangu yote kwa ajili yako mwenyewe wala usizikumbuke dhambi zangu. Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako kupitia mwana wako pekee Bwana wetu Yesu Kristo, ukaniokoe, ukanitoa katika dhambi zote ambazo baba nilikukosea kwa kujua na kutokujua. Nimejua makosa yangu Bwana, ninaomba kurejea kwako mfalme ili ukaniokoe. Kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sana. Amina.